wa upinzani Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa wametaja ushirikiano kati ya Raila Odinga na Rais William Ruto kama usaliti. Viongozi hao wawili wamesema kuwa Odinga amewasaliti wananchi waliopoteza maisha yao kwenye maandamano ya baada ya uchaguzi na yale yaliyofanyika mwaka jana walipokuwa wakipinga gharama ya juu ya maisha, ushuru wa juu na changamoto za utawala. Ben Kirui ana maelezo zaidi. Mita chache kutoka ukumbi wa KICC kulipohalalishwa ndoa kati ya chama cha UDA na ODM, viongozi wa upinzani walifanya kikao na wananchi katika bustani ya Uhuru Park, viongozi hao wakiusuta usuhuba huo na kuutaja kama usaliti. The issue is to be or not to be . The question is whether to be with the Gen Zs or to be with Kasongo. That is the choice we must make. Wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa wa DAPK Viongozi hao walimkosoa Raila Odinga kwa kuweka mkataba na Rais Ruto. Viongozi hao wameelezea masikitiko yao wakisema kuwa muungano kati ya vyama hivyo viwili bado utakataliwa na umma kutokana na sera za Kenya Kwanza ambazo zimepingwa na wananchi. Oh no, yeah, yeah, yeah, yeah. Aidha, walisisitiza kuwa Raila atakuwa na wasaliti wa Kenya ikiwa hatashinikiza fidia kwa waathiriwa wa maandamano dhidi ya mswada wa fedha waliouawa au kujeruhiwa. Remember Rex Masai and his colleagues. Blood is. Haya yakiarifiwa, msaidizi wa Rais William Ruto wa Faruk Kibet amesifia hatua ya Rais Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga. Akizungumza katika eneo la Turbo Kaunti ya Uasin Gishu, Kibet ametaja hatua hiyo kama ambayo itawaunganisha Wakenya. Rais amefanya kuunganisha Wakenya. Kuna mtetezi mmoja wa ukabila katika sehemu hii, sisi tunamwambia ni vizuri tuunge hao viongozi ili wafanye kazi ya taifa. Kazi haiwezi kufanywa kama mtu unajali jamii yako. Viongozi walioandamana naye pia walisifia hatua wa hiyo na kumtaja Raila kama mzalendo ambaye hana ubinafsi. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.